Kwa nini Donald Trump anataka Marekani irudi kwenye kambi ya jeshi ya Bagram nchini Afghanistan? Donald Trump alianza kulizungumzia tena swala la Afghanistan miaka kadhaa baada ya Marekani kuondoka nchini humo. Wakati akizungumzia suala la China na usalama wa Marekani, Trump alisema kuwa ilikuwa ni kosa la kimkakati kuiachia kambi ya Bagram.

haangalii tu historia ya vita vya Afghanistan bali anafikiria mustakbali wa Marekani katika uso shindani wa ushindani na China, kulingana na wachambuzi wa siasa. Kwa mtazamo wa Trump, Bagram ni zaidi ya kambi ya kijeshi; ni kambi ya kijasusi yenye uwezo wa kufuatilia harakati za kijeshi na nyuklia za China, na pia kuipa Marekani ushawishi wa moja kwa moja katika eneo la Asia ya Kati na Kusini. Katika kipindi ambacho China inaendeleza miradi yake ya, ya Belt and Road na kupanua ushawishi wake kiuchumi, kisiasa na kijeshi, Trump anaona Bagram kama fursa ya Marekani kurejesha nafasi yake ya kiutawala duniani. Hata hivyo, kulingana na Taliban waliorejea madarakani baada ya Marekani kuondoka mwaka 2021, hawako tayari kuruhusu tena uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini Afghanistan. Kufanya hivyo ni sawa na kusaliti mapambano yao ya muda mrefu ya kuiondoa Marekani. Zaidi ya hayo, serikali ya Taliban haijatambuliwa rasmi na mataifa mengi duniani na inaendelea kukabiliwa na vikwazo vya kifedha. Wachambuzi wa siasa wanasema huenda ikawa sababu ya kushirikiana na Marekani bila ya masharti magumu. Trump kwa upande wake anaweza kutumia mbinu nyingine kama shinikizo la kiuchumi. Vilevile kulingana na wachambuzi hao, Marekani bado inashikilia zaidi ya dola bilioni saba za mali za Benki Kuu ya Afghanistan ambazo zinaweza kutumika kama shinikizo. Trump anaweza kuahidi kuachia fedha hizo kwa masharti ya kupata ruhusa ya kurudi Bagram. Ikumbukwe kuwa wakati wa utawala wa Biden tayari sehemu ya fedha hizi zilitumiwa kwa misaada ya kibinadamu. Lakini kwa mazingira ya sasa ambapo Taliban wamejikita katika kutetea uhuru wao wa kitaifa na kutafuta heshima ya kimataifa, je, kuna uwezekano wa Marekani kurudi tena Afghanistan bila kuzua mzozo mpya wa kisiasa au kijeshi?